Majirani, hii ni kwa ajili ya mabibi harusi wa elfu mbili ishirini na tano ambao wana roho za sanaa. This trend is getting hotter and hotter. Na sio kwamba maua haya design hii ni mpya, hapana. Ni kwa sababu sasa hivi hii trend is just getting a lot of attention. Maua ambayo yanajipinda kama mwezi wa nane na maua mengine ambayo yanatiririka kama vile yanasogea na bibi harusi, maua ambayo yako accessorized na vito wire uzuri wa ziada kama pearls, beads. Lengo ikiwa ni ku accessorize na kupata mwonekano au mvuto wa tofauti. Maua haya hayajawalenga tu mabibi harusi, lakini hata maids wanaweza wakabeba maua haya. Brides wa 2025 wameonekana wakiopt haya maua sana, kwa sababu mengine yanakuwa kama pochi more than the bouquet kwenye nguo ya bibi harusi. Na trend hii imepata mvuto sana kutokana na jinsi brides wanavyoigesha maua husika. Na hii trend ya maua ya bibi harusi tulipo hapa mwezi wa sita, imeenda as good as bibi harusi kubeba ua moja tu, single stem simplicity. Hii ni chagua moja sema yote, haimaanishi maua yetu yale pendwa tumeyaacha. Hapana, bado yapo na watu bado wanachagua kutokana na historia au utamaduni ambao upo attached to them. Haya majirani, tukutane kwenye comment section. Hii trend imeenda au inapita kama kimbunga? Is it a yes or no for you? If it's a no for you, basi mtag bibi harusi wa 2025 mwenye roho ya sanaa. Bye.